Wana wana hoji ni kwa nini imekuwa kwa John Heche peke yake, ni kulingana na wewe ambavyo umefikiria ama mtazamo wako juu ya tuzo hii. Tukianza na huyu anaitwa Kevin, anasema hongera sana, siasa yako ni bora sana. Hongera sana, siasa yako ni bora sana maana huwa unaongea fact. Mwingine anasema the Comedy show. Mwingine anasema amefanya nini sasa mpaka ashinde? Natuona hatuna akili. Sawa, mwingine anasema hongera Heche John, hii iwe nguvu ya kuendelea kudai katiba mpya kwa nguvu zaidi mpaka tupate haki ya kuchagua viongozi tunawataka. Sawa. mwingine anasema ameweza kuweka hapa moto, anaweka moto. Mwingine anasema sawa. Mwingine anasema mwamba ni John Heche. Mwingine anasema tunasherehekea wapi ushindi wetu eh? ameweza kuuliza hivyo, tunasherehekea wapi ushindi wetu? Mwingine anasema alistahili zaidi ya tuzo. Mungu ampe maisha marefu kwa ajili ya taifa hili. Akaweka pale eh, emoji eh, za moto. Mwingine anasema hizi um, tuzo zimetoka.